ndugu zangu waislamu awali yote tunabudi kumshukuru allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi wa neema naelesha kila leo kubwa aa mshukuru mwenyezi mungu kwa kujalia tena tumekusanyika katika ijumaa hii ambayo ina sura ya ijumaa ya mwisho katika mwezi wa ramadhani wa mwaka huu ni haki yake a mshukuru mwenyezi mungu kwa fadhila zake na mengi ambayo amekuwa ni mwenye kutuelekeza basi nasisiku ya daraja nakuyauaa lakini pia tunachukua nafasi hii kukusalia kipenzi chake na kipenzi chetu Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ambaye ndiye aliyetufundisha na kutuelekeza. Ndugu zangu, tunachukua nafasi hii pamoja na kuiusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, mcheni Mwenyezi Mungu haki ya kumcha na kujitahidi sana kumcha Mwenyezi Mungu mpaka pale atakapotukuta a

kama alivyosema yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aljumaa ila aljumaa mukaffiran ma bainahuma, ijumaa mpaka ijumaa nyingine yenye kufuta makosa madogo ya wanadamu yanayopatikana kati ya ijumaa hii. Tumepata ijumaa nne, lakini si hivyo tu, ijumaa zote tumejipata sikiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tusemeni alhamdulillah. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema lau talamu ummati ma fi ramadhana latamanna an takuna sana kuluha ramadhan, lau umma wangu wangeyajua vyema yale yote mazuri manono ya kheri mabora yanayopatikana katika kipindi kifupi cha mwezi wa Ramadhani, basi wao wenyewe wakitamani mwaka mzima uwe ni mwezi wa Ramadhani. Lakini mashia Allah yametaka Ramadhani iwe ni mwezi mmoja katika miezi kumi na mbili. Kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema haya? Anasema haya, anataka tuikimbilie Ramadhani na tuiombe Ramadhani itufikie wakati wote, lakini pia tusiwe ni wenye kufurahi kwa kuondoka Ramadhani na hakika na sibatishi, najua kuna baadhi ya watu wanazihesabu siku na ukaona zimebaki ima tatu au nne kuanzia leo, basi wao furaha yao mkubwa. Ndugu zanguni, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, tungejua yaliyomo ndani ya mwezi wa Ramadhani tungependa mwaka wote uwe Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu Ramadhani shahuru baraka, Ramadhani ni mwezi wa baraka, kitu ambacho tunakihitaji sana katika maisha yetu, tupate kila tunachokipata, lakini tuhakikishe hatukosi baraka yake. Si mali si, si, si afya si watoto si elimu si chochote si, tija sio kukipata, lakini jiulize nilichokuwa nacho, neema ya Allah subhanahu wa taala. Kwa mfano, watoto wana baraka, elimu imebarikiwa, mavazi yangu yamebarikiwa, kitu ambacho ni kitu muhimu sana. Lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tangu sekunde ya mwanzo mpaka sekunde ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wataala anatusikia baraka. Anasema kule, walau anna ahla lqura amanu watakau lafatahna alaihim barakatin min alsamai walardi Lau watu wa wamingi wangeamini na wakamcha Mungu subhanahu wa taala, watu hawo wakiga baraka baraka minasamai waalarhi, kama mnavyoona kutoka binguni na ardhini. Hii ni baraka ya Ramadhani, mwenyezimungu yatuduishie, lakini mtume maneno yale, kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa rehma min Allah na rehma ndio vitu kubwa kutoka

swala zake zina uwezo wa kumtia vigozi, kadhalika funga eti ina uwezo wa kumtia vigozi, hija yake, sadaka yake, zaka yake, chochote cho. Ila tu yule afumbikwe na afunikwe na rehma ya Allah subhanahu wa taala. Masahaba wakamuuliza mtume Muhammadi wa sallallahu alaihi wasallam, wa wala anta ya rasulullah. Hivyo nataka kukwambia haya yanakuhusu nawe pia peponi ila ufunikwe na rehema ya Mungu. Akasema wala ana hata mimi, ila akiendaa madani Allahu bi rahmati, sina uwezo wa kuingia peponi isipokuwa Mungu anifunike kwa rehema yake. Ndugu zangu, rehema ndio sikukuu katika Ramadhani. Tangu sekunde ya mwanzo mpaka sekunde ya mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala anatupa bure rehema yake. Tuombeni Mwenyezi Mungu atuwezeshe kurejea kwa Ramadhani hii. Lakini Ramadhani insha Allah ghufran Ndio mwezi wa sisi kusitiwa makosa yetu. Kullu khataa Mtume anasema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi, nyote mna makosa hakuna hata mmoja ambaye hafanya makosa Na mbora katika nyinyi makosa ni yule ambaye anaomba msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala yeye mwenyewe anatusamehe na sio kutusamehe tu, wayaukomakaayana anayafuta kabisa makosa yetu, kitu ambacho ukipata katika mwezi nje ya Ramadhani lautaala inumati masi ramadhana natamani na unata na kuona sana kujuha Ramadhani. Wacha kufurahi kwa kuondoka Ramadhani, lia sana na sikitika, mwezi wa baraka, mwezi wa kurehemewa Ramadhani ni mwezi wa msiki wa makosa lakini Allah Subhanahu wa Taala, katika mwezi wa Ramadhani ana anakubali maombi yetu, kitu ambacho kuzia ramadhani uwezi ukakubaliwa maombi yako na Allah subhanahu Ta'ala. Basi na kukamilisha, vigezo lazima ukamilishe vigezo. Wa idha salaka ibadi anni inni qaribun ujibu ad dai idha daa faliyastajibu bi waliyuminu bi laalhum yaffuru. Hapa wanasema waji wa kuuliza kuhusiana na mimi, waambie mimi niko karibu sana na wakati wote nakubali maombi yao na dua zao, lakini kwa sharti, faliyastajibu, wanijibu mimi kwanza, waliyuminu bi kwa wali, na waniamini. Kigezo hicho katika Ramadhani hakuna sekunde ya mwanzo ikianza Ramadhani, Allah subhanahu wataala anakusikiliza, unamwambia nini mja wake? Na baada ya, ya Ramadhani kipati lazima uwe sasa. Ramadhani inaondoka, usifurahie Ramadhani kwa sababu tunakwenda katika mapambano, dua zako hazikubaliki ila utakokamilisha qualification na vigezo. Lakini mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wataala tangu sekunde ya mwanzo mpaka sekunde ya mwisho huo kabisa yeye yubahi bina malaikata anavitaja mbele ya malaikul a'la viupe vitukufu vilivyokuwa huko, na anawaambia zameni, waja wangu wale wakokitangani hivi sasa wanasikiza hotuba pamoja na ya msikitini, shuhudieni mimi nimewasameha wa ezibabiali katika hawa. Ramadhani inaondoka nenye maduniyayo, ndipo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam